Mechi ilikuwa tucheze nyumbani Singida, lakini tunacheza jijini Dar es Salaam kutokana na ratiba ilivyo. Wote ni mashahidi, tumecheza hapa Jumamosi juzi usiku, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Rayon Sports pale pale Azam, azam complex. Sasa ilikuwa tuamke jana eh, na leo tu aafu kesho tucheze mechi nyingine, isingewezekana kutokana na umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Singida, na wachezaji wetu wamecheza mechi mfululizo, yaani ukiangalia ratiba ilivyo, hatujapata hata muda wa kutosha kupumzika. Kwa hiyo mchezo huu tumelazimika kuuchezea Dar es Salaam kutokana na sababu za muda, lakini uwanja wa KMC tumeutumia na tuna baraka nao, ndio uwanja ambao umetupa kombe la kihistoria. Kwa hiyo hatutajisikia tuko, tuko ugenini, bado tuko nyumbani, kwa sababu ni uwanja ambao tumeuzoea. Lakini kuhusiana na muda, mechi tutacheza saa nane mchana E, eh, badala ya saa kumi kama ambavyo tulisema awali. Lakini sisi Singida kucheza mechi saa nane sasa hivi haitusumbui tena. Sisi tushacheza mechi saa nne kule Tabora. Asubuhi unaamka unapiga mswaki, unapata breakfast, unaenda uwanjani kucheza mechi. Kwa hiyo sisi muda wowote tuko tayari kwenda kwenye mapambano na tuko tayari kwenda uh, kushinda. Kwa hiyo mchezo wetu utakuwa ni saa nane katika uwanja wa KMC pale na viingilio tumeweka viingilio vya zawadi. Mashabiki wa Singida Black Stars wanaongezeka kila siku sisi kwa takwimu zetu ambazo si rasmi, kama tulikuwa tuna mashabiki milioni moja, sasa hivi wamefika mashabiki hata milioni ishirini kwa sababu ya namna ambavyo timu inafanya vizuri, na tunawaona wanakuja uwanjani, tunaona wanavyoongezeka kwenye platform zetu mbalimbali za mitandao, na tunaona siku za mechi hype inavyokuwa kila sehemu. Kwa hiyo mashabiki wameongezeka, na hatuna shaka, kila sehemu tunakoenda tutakuwa na mashabiki wa kuiunga. Nani asitaka kuja kuiunga mkono Singida Black Stars yenye Gamondi Eh, yenye chama na nikwambie, ndugu yangu, wakati Gamondi anakuja leo hapa watu wakafikiri amekuja kuaga. <laughs> Gamondi, ni, ni, ni, Gamondi ni kocha ambaye tayari ameshaingia kwenye mfumo wa Singida na Singida imeshaingia kwenye mfumo wa kocha. Miguel Gamondi aondoke aende wapi? Aende akacheze mechi za wasiwasi. Takwimu za Gamondi tangu msimu umeanza, mechi za mashindano amecheza nane, tano za Sekafa ameshinda nne huku tatu, hizi zilizobaki zote ameshinda. Kwenye Kafa ameshinda mbili kwenye ligi, mchezo wa kwanza tumeshinda k kwa. Kwenye jumla mchezo nane, mchezo ya michezo nane, michezo saba ameshinda, ule wa kwanza ule tuliocheza Sekafa ndo alitoa sare peke yake na wale Ethiopian Coffee. Kwa takwimu hizi na mwendelezo huu, kisimati chake kipo Singida Black Stars. Kwa hiyo bado ni kocha ambaye anaendelea kuitumikia Singida Black Stars, na anafurahia kuwa hapa hii, kwa nitumie fursa hii kuwakaribisha sana mashabiki ambao Uh, wanatamani kuiona tena burudani ya Singida Black Stars. Kesho tunacheza dhidi ya Mashujaa. Mashujaa kwa wastani ni timu nzuri, hatuidharau hata kidogo. Tuliwahi kupata nao mechi ya kirafiki hapa katikati tukatoa sare. Ni timu ambayo inasumbua kweli kweli, wale wachezaji wa Mashujaa huwa sijui wanapewa nini. E, mechi kama hizi ambazo zinaonesha ubora wa kocha na wachezaji, na wao wanataka wapite humu humu waoneshe kwamba na wao wako vizuri. Kwa hiyo tunatarajia itakuwa ni game ngumu lakini hii ni Singida Black Stars ndugu yangu, hii ni timu ambayo sasa hivi inashikilia kombe la kimataifa. Haiwezi kukubali kupoteza mchezo kirahisi, tutaenda tutaruka nao kwa kwelikweli wale wanajeshi kesho. Na wachezaji tukitazama morali ilivyo na hivi, tumewabakiza Dar es Salaam, wamepata muda wa kupumzika, tutarajia utakuwa mchezo mzuri. Kwa hiyo viingilio, tunakutana kwa shilingi 2000 mzunguko na shilingi 5000, VIP Hivi ni viingilio vya shukrani kwa wale ambao wamekuwa wakitusapoti tangu tulivyoanza msimu huu na kadi tunavyoendelea huko mbele. Asante sana